Ndugu zangu, ndugu zangu, ile site yetu kutoka Kigamboni bado inaendelea kama unapoona, tupo katika hatua ya pili, yaani tunazalisha pavement zetu rasmi kabisa. Tumeshamaliza hatua ya kwanza vile, eh, tumemaliza kufanya level, tumeweza kupiga compact, lakini sasa hivi tunazalisha rasmi zile pavement zetu za kisasa. Na tupo na engineer wetu hapa. Huyu bwana engineer ndo anasababisha hapa kuhakikisha ya mazingira mteja wetu yanakuwepo sawa. Kwao tutapiga story mbili tatu eh, kutokana na site jinsi inavyoendelea. Eh, kaka za kwako? Ah, salama za kwako na, na, naam. Kazi unaionaje? Ah, kazi ni nzuri, tunamshukuru Mungu, kazi inaenda vizuri. Unaendelea vizuri. Mm. Yes. Sasa ni changamoto gani ambayo unakutana nayo sasa hivi? Changamoto kifupi, changamoto unayokutana nayo ni mvua. Mm-hmm ni mvua, na siwezi nikasema kwamba mvua inatukataza kufanya kazi mvua. mm -hmm. <laughs> tunaenda nayo, tunaenda yes. nayo hivyo <laughs> cha msingi tunachokifanya, mvua ikija, mm. si tunaangalia wingu yeah. wingu likija <laughs> na tageti zetu ambazo tuna, tunazifanya. yes. mvua ikishuka tunaweka turubai, tunatandika hivyo tu mteja wangu namhakikishia kazi yake itakuwa vizuri. hmm. hata ukiangalia kazi yake inaendelea vizuri. <laughs> kazi yake inaendelea vizuri, kazi yake inaendelea vizuri yes, hamna hata asari yoyote tunaweza tukasema kwamba mvua imeathiri. hmm. mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo unamwahidi, mi ni mteja ambaye anahitaji kujenga pavement, ajenge aajenge na Kiboke Building jamani. hmm. hmm. na na na, na, engineer wetu ameshamsikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ameshaelezea ni changamoto gani ambaye anaipata hasa katika hii e site, na pia ameelezea uzuri wa hizi pavement za kisasa. Kwa hiyo we tupigie tu simu na tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii, ili uangalie jinsi gani kazi zetu tunavyozifanya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. asanteni sana.